Minafikiri kazi yangu kubwa ni kuhakikisha kwamba na natangaza kikosi, nafikiri. Kwa hivyo uh, tumechagua wachezaji 24 ambao wataingia kambini kesho kujiandaa na mechi ya Qualify World Cup na Morocco. Yakub uh, Sleman, JKT. Ali Salim, Simba. Hussein Masaranga, Singida Big Star. Shomari Kapombe, Simba. Lusajo Mwaikenda, Yazam. Mohamed Hussein, Simba. Pascal Msindo, Azam. Miraj Abdallah, Coastal Union. Ibrahim Bakar Yanga. Dixon Job, Yanga. Abrazak Mohamed, Simba. Ibrahim Ame, Mashujaa. Haji Mnoga, Salford City, England. Novatus Miroshi, Goz ZFC, Uturuki. Mudasiri Aya, Yanga. Yusuf Kagoma Simba Faisal Salim Azam Charles Mombwa Newcastle United Jet yes, Australia Kibudenis Simba Simon Msuva Altalaba FC Iraq Clementi Mzize Yanga Idi Suleiman Nado Asam Suleman Mwalim Wydad Casablanca Morocco na Kelvin John Alborg, BK, Denmark. Nafikiri hao ni wachezaji 24 ambao tutaingia nao katika kempu yetu ambayo itaanza kesho tayari kwa kujiandaa na mchezo dhidi ya Morocco. Yeah, of course kuna vigezo kwanza. Hii ni mechi ambayo tuna tuna tuna, tuna, tunataka nafasi ya kwenda kucheza World Cup. Nafikiri ni ndoto ya kila Mtanzania kwa hivyo ni mechi moja ngumu, tunacheza na timu bora duniani manake. Kwa hivyo tumejaribu kuzingatia tuna wachezaji wa aina gani kwa kipindi hichi. Naamini tumekuwa na mini, uh, mwendelezo mzuri ya timu yetu ya national team kwa kipindi kirefu na na, uh, kwa sasa hawa ni wachezaji ambao wana, wanaonekana wana, wana consistency perform kwenye timu zao na wanafanya vizuri. Kwa hivyo uh, tumeangalia hicho na tumejaribu kutafuta wachezaji ambao wana, wanaweza compete na uhalisia wa mashindano na timu ambao naenda kucheza nao kwa sasa. Uh, kambi tutaanzia Dar es Salaam, then tuta tutajua wapi tunaweza tukaelekea. Tunatafuta ile hali halisi ya hewa, ili sababu tunaenda uiza Morocco, sasa hivi baridi iko kali kidogo, unajaribu kuanzia Dar es Salaam, and then tutaona wapi tunaweza tukapata tuka, tuka ile ile atmosphere kama ambayo ya Morocco. Tuna, kwa performance ya Samatta sasa hivi tulikuwa tunahitaji kuliko wakati wowote ule, sio uh, ukilinganisha na performance ya of course tumeasirika kiasi fulani kwa sababu hata mechi ambayo tume qualify Afcon ilikuwa unamuona ile performance yake na inaongezeka siku baada ya siku, lakini kama team tunatakiwa tuwe tuna tuna, tuna tuna plan B au tunajitayarisha kwa kwa chochote ambacho kitatokezea. Hata kuna time novel kwa hapatikani, vitu kama hivyo vinatokezea kwenye mpira, sio. Kwa hivyo mimi nafikiri kuna affected lakini mimi nafikiri ni opportunity kwa wachezaji wengine, sio. Ambao watapata nafasi kuweza kuitumia vizuri hii nafasi na naamini tunao vijana ambao wana upcoming nzuri tu. Kwa hivyo alito kwangu mimi naona kawaida sana tu. Iko 50-50, una affected ambayo tumepata, lakini pia tuna benefit ambayo tutapata kwa baadhi ya wachezaji wengine. Mfano mzuri tulicheza Zambia, captain alikuwa hayupo na tuliweza kupata matokeo. Haikuwa rahisi eh. Na hii tunaenda kufanya tunafanya tunaenda kufanya kitu ambacho kama ambao kilifanyika Zambia kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu inshallah.